Ni kweli tumepata taarifa kwamba kuna shabiki wa mpira wa miguu amefariki dunia kutokana na matokeo yaliyo ya juzi ya mchezo wa watani wa jadi kati ya Simba na Young Africans, mchezo wa ligi kuu ya Vodacom Tanzania Bara uliofanyika uwanja wa Taifa hapa Dar es Salaam. Shabiki huyo ni shabiki wa Simba. Kwao kilichofanya, kwa maelezo ya tuliyopata ya awali, kutoka kwa mwajili wake ni kwamba yeye kilichofanya fariki ni bao la pili ambalo lilifungwa na Shiza Ramadhani Kichuya, ikiwa ni bao la ushindi mpaka dakika 90. Matukio yakawa ni mbili moja, kwa lile bao ndo hasa lililomua shabiki huyo. Shabiki huyo yeye ni shabiki wa Simba kama nilivyozungumza awali, anaitwa Elias Joseph Mweta. Huyu yeye ni mwasibu msaidizi wa hoteli ya Courtyard iliyoko Upanga City View. Taarifa tulizonazo awali kabisa yeye alikuwa alisononeka kwa timu yake kupoteza bao kwa e, imani kufungwa dakika za awali kabisa, dakika ya tano Yanga akaongoza akasononeka, lakini akiwa ameshikilia redio anasikiliza. Mwishoni kipindi e, cha pili akazidi kusononeka aliposikia mchezaji wa Simba ameadhibiwa kwa kadi nyekundu, lakini alikuwa bado anaendelea kusikiliza mpira baadaye Aliposikia Simba wamesawazisha akaanza kufurahi, na alifurahi sana, huko wenzake wakimwangalia tu, akaenda na shughuli zake ofisini pale Courtyard. Lakini baadaye tena Simba alipofunga goli la pili alishangilia na akawa anarukaruka sana mpaka afika tu akajitega akaanguka chini, kwa hiyo alipotua chini akaangukia kichwa. Sasa inaonekana kichwa kilipata fracture, yaani ni mpasuko ambao umekwenda ku, ku, ku kuvilia na, na, damu na wakati wako njano wanampeleka hospitali Muhimbili, eh, afika pale madaktari wakamwambia bwana, tayari ameshafariki dunia. Kwa hiyo hiyo ni taarifa pekee ambayo tumepata ya huyo mtu kufariki, lakini zaidi wale majeruhi ambao walianguka siku ile uwanjani walikuwa majeruhi takriban sita, wao wameendelea vizuri, wengine bado wanapata matibabu, lakini wengine wameruhusiwa. Namshukuru Mungu kwa yote. Na taarifa hizi sisi tumeletewa na meneja wa, wa hoteli ya Courtyard Ndali tetea Bwana Suleiman Victor ambaye tume... kwanza kwa kazi pamoja kati ya TFF na hiyo hoteli. Kwa hiyo, wakati mimi niko hoteli dada ya hoteli ya Courtyard, kule Protea ndio taarifa hizi ikatujia, nay kantaarifu rasmi kwamba kuna mfanyakazi wao ambaye ni masibu msaidizi Bwana Elias Joseph Mweta kwamba amefariki dunia kwa sababu ya hayo matokeo ya uwanjani katika mchezo ule wa Jumamosi uliopita.